Karibu msikilizaji katika simulizi yetu fupi mpya kabisa iitwayo mwanajeshi mrembo. Simulizi yetu inaanzia wakati sauti ya mlango unaofunguliwa inasikika masikioni mwa jenerali, ambaye alikuwa ameketi ndani ya ofisi yake akitekeleza majukumu yake ya kila siku. Aliweka kalamu yake nyekundu chini, kisha macho yake akaelekeza mlangoni kuona nani alikuwa anafungua mlango ni hakuwa mwingine bali mwanajeshi mrembo mwenye umbo nambari nane, tumbo lake mithili ya nyigu, kumbile la paji la uso wake likifanana kabisa na mdoli wa Kariakoo. Alisimama mbele ya jenerali, akamempa heshima yake kama ilivyo taratibu ya kijeshi. Karibu kipenzi changu, moyo wangu umejisikia amani sana kukuona siku ya leo, jenerali alimwambia mwanajeshi. Akachanua mdomo wake mpaka udenda ukamtoka. Asante, nimekuja kwa shida moja, naomba unisaidie ili niweze kutimiza lengo langu Ambia jenerali, akiwa ameinamisha kichwa chake chini. Karibu msikilizaji, katika simulizi yetu fupi mpya kabisa iitwayo Mwanajeshi Mrembo. Simulizi yetu inaanzia wakati sauti ya mlango unaofunguliwa inasikika masikioni mwa jenerali, ambaye alikuwa ameketi ndani ya ofisi yake akitekeleza majukumu yake ya kila siku. Aliweka karamu yake nyekundu chini, kisha macho yake akawa ameelekeza mlangoni kuona nani alikuwa anafungua mlango. Hakuwa mwingine bali mwanajeshi mrembo mwenye umbo nambari nane, tumbo lake mithili ya nyigu, kumbile la paji la uso wake likifanana kabisa na mdoli wa Kariakoo. Aisoambla jenerali akampa heshima yake kama ilivyo taratibu ya kijeshi. Karibu kipenzi changu, moyo wangu umejisikia amani sana kukuona siku ya leo, jenerali alimwambia. Mwanajeshi akachanua mdomo wake mpaka udenda ukamtoka. Asante, nimekuja kwa shida moja, naomba nisaidie ili niweze kutimiza lengo langu. Ama jenerali akiwa ameinamisha kichwa chake chini. Karibu msikilizaji katika simulizi yetu fupi mpya kabisa iitwayo mwanajeshi mrembo. Simulizi yetu inaanzia wakati sauti ya mlango unaofunguliwa inasikika masikioni mwa jenerali ambaye alikuwa ameketi ndani ya ofisi yake akitekeleza majukumu yake ya kila siku. Aliweka karamu yake nyekundu chini, kisha macho yake akawa ameelekeza mlangoni kuona nani alikuwa anafungua mlango. Akuwa mwingine bali mwanajeshi mrembo mwenye umbo nambari nane, tumbo lake mithili ya nyigu, kumbile la paji la uso wake likifanana kabisa na mdoli wa kali yako. Alisoambela jenerali akampa heshima yake kama ilivyo taratibu ya kijeshi. karibu kipenzi changu, moyo wangu umejisikia amani sana kukuona siku ya leo, jenerali alimwambia mwanajeshi akimechana mdomo wake mpaka udenda ukamtoka. Asante, nimekuja kwa shida moja, naomba unisaidie ili niweze kutimiza lengo langu akimwambia jenerali akiwa ameinamisha kichwa chake chini.